Hey, mambo vipi? Karibu sana. Leo video hii nahitaji kwenda kuonyesha website miongoni mwa website ambazo hata mimi nakuwa nazitumia kuweza kupata free course. Unaweza kupata course ambayo pengine ili kuhitaji wewe uweze kulipia lakini utaweza kuipata katika website hiyo bure kabisa na kuweza kudownload hizo course na kuweza kujifunza kile ambacho unahitaji kujifunza. Humo unaweza kupata kozi ambazo zimejikita katika web development, languages mbalimbali. Unaweza kukutana na kozi ambazo kutoka beginners hadi kuwa experts zinakufundisha kutoka kwa watu, zipo katika mfumo wa video, ni professional course kabisa ambazo unaweza kuzipata bure kabisa kwa kupitia hii website ambayo leo nitaweza kukuonesha. So kikubwa ambacho nitakuhitaji uwe nacho leo ni kuwa na web browser yako, nafuata hizi hatua ambazo nitakuonesha leo hapa katika video hii ili basi na wewe uweze kutumia hii website kwa ajili ya kuweza kupata kozi tofauti tofauti na ukaanza kujifunza kile kitu ambacho unahitaji kuweza kukijua. Kama ni maswala ya Artificial Intelligence, zipo kozi ambazo unaweza kuzidownload na zinakuwa zina GB nyingi kidogo, kwa hiyo unatakiwa uwe na storage ya kutosha, lakini pia na internet iwe nzuri ili basi uweze kudownload kwa haraka. So moja kwa moja tuende katika kompyuta na nikuonyeshe hiyo website. Website yenyewe ukiandika tu free katika uh, web browser yako, sehemu ya kusearch pale, andika free course site.com, andika kama hivi ambavyo nimeandika mimi freecoursesite.com. Okay, nitakuwekea link pia katika description chini ya video hii hapo Unaweza kuclick moja kwa moja kakuleta katika hii website. Baada ya kuandika, click enter kuweza kusearch, na hii website itaweza kufunguka, inaonekana kama hivi. So humu unaweza kupata kozi mbalimbali mbali kama nilivyokuambia, na huku juu unaweza kuclick hapa katika categories, na ukaona hapa zimegawanywa katika makundi. Kuna academics, kuna business, kuna design, development, health and fitness kuna IT software, kuna language, lifestyle, marketing, music, office productivity Hizi zote unaweza kuzipata kozi ambazo zipo katika haya magrupu. kama ni academics, unaweza kukliki hapa ukaletewa kozi ambazo zipo katika hii website kwa sasa, ambazo zinahusiana na, na masuala ya academics. Lakini hapa mwanzoni kabisa, ukifungua website hii, utaona kuna kozi ambapo zipo kwa sasa hivi. kama hapa kuna hii kozi ya network, uh, the complete networking fundamental course. Kuna pre -coding bootcamp Your first step to become a programmer. Kuna modern javascript bootcamp course kwa wale ambao wanahitaji kujifunza javascript, ni kozi nzuri tu ya javascript. Kuna ultimate react course 2025 unaweza kujifunza react. Kuna hii siku 100 days of code the complete python pro bootcamp, ni kozi moja nzuri sana ya python. Huyu bidada anafahamisha vizuri sana, unaweza kuidownload pia. Uh, issues artificial intelligence a to z unaweza kujifunza hapa kama unahitaji kuingia katika masuala ya artificial intelligence. So hii ni website ambayo unaweza kuitumia kuweza kupata course mbalimbali mbali, mbali. Kwa hiyo hapo, cha kufanya baada ya kuona course ambayo unahitaji unaweza ku click tu hapa, mfano let's say hii 100 days of code, uta click hapa complete python pro bootcamp, itafungua kama hivi, inakuletea maelezo kuhusiana na hii course kitu gani ambacho utajifunza katika kozi hii. Unaona hapa kuna be able to program in Python professionally master the Python programming language by building 100 project so kwa kujifunza katika kozi hii unaweza kutengeneza project 100, eh, ndani ya siku 100. Unaweza kutengeneza portfolio yako ambayo itabeba hizo project 100 ambazo utazitengeneza wakati unajifunza kupitia hii eh kozi hapo. Ukisoma utaona maelezo pia ya hii kozi ambayo utaweza kukutana nayo kama vile framework ambazo utajifunza katika kozi hii, so vitu vingi ambavyo unaweza kuvipata kupitia kozi hii na kozi nyingine pia. Utaweza kuona information kama hivi, maelezo yake kuhusiana na hiyo kozi. Wakati ambapo utafungua kama hivi description maelezo hapo, unaweza kupitia ukaona, lakini pia vile vitu ambavyo utajifunza hivi hapa vimewekwa hapa, ni vitu vingi sana. Ukikamilisha na kumaliza kozi hii, basi utakuwa uko vizuri sana, na utaweza kutengeneza project mbalimbali kwa kupitia lugha hii ya Python na hata huyu ambaye anafundisha kozi hii anafundisha vizuri sana. Natumai kama ni mtu ambaye umekuwa ukijifunza basi mitandaoni tayari unamuona huyu bidada. E, ni mkufunzi mzuri sana, anafahamika vizuri na hutumii nguvu nyingi kuweza kumwelewa. So ukishuka chini huku kabisa unakutana na hizi linki ambazo zinakuwezesha wewe kuweza ku download. So unaweza ku click hapa link moja kwenda nyingine, kama unavyoona ina size ya GB 39. Kwa hiyo hizi zimegawanywa katika eh, part 1, part 2, e, part 3, part 4. So ili kuweza kupata full course utadownload zote hizi na utaweza kupata full course. Lakini ukidownload part 1 utapata uh, video kadhaa tu ama e, utaweza kujifunza haitofikia mwisho kwa course hii kwa sababu e, imegawanywa kama hivi ambavyo unaona. Lakini pia torrent link unaweza kudownload hii hapa ukaweza kupata e, simple ukaweza kupata folder zima la hii course kwa kupitia linki hii moja tu kwa kupitia e, torrent link, unaweza so, kufanya hivyo ukadownload hii kozi na ukaanza kujifunza hatua kwa hatua ndani ya siku mia moja kama hii kozi inavyosema, na nuhu ukawa tayari umekuwa pro na expert katika language ya Python na tayari kutengeneza project kubwa kubwa. So hivi ndivyo ambavyo unaweza kutumia seti hii. Kwa ufupi, unaweza kuangalia na wewe zaidi. Mimi nishakusogezea, ni wewe sasa kuweza kuipitia na kuangalia kozi mbalimbali mbali ambazo zinatolewa hapa. Na kujaribu kudownload. Kama utakoma sehemu, utanambia katika sehemu ya comment ya video hii ili basi nije kuwafahamisha jinsi ya kuweza kudownload hadi kuweza kuipata hiyo project na kuwa nao katika computer. Lakini simple, unaweza kufuata tu maelekezo uclick hii download, uka sign in kwa kupitia drive yako, yani, uh, email yako, Google account yako na ukaweza kudownload. Unaweza kusearch pia hapa kupitia jina la hicho kitu ambacho unahitaji kujifunza kama hiyo kozi ipo basi utaweza kuipata hapa. So kwa mfano, tuweze kusearch, let's say unahitaji kujifunza web development. So, ukiandika hapa web development, ukisearch, utaona hapa zinakuja kozi zote ambazo zinohusiana na web development kama unavyoona, kuna siku 100 Days of Code 2025 hii web development bootcamp ni nzuri sana, unaweza kujifunza kuanzia hatua ya chini kabisa, beginners level hadi kuwa expert na kutengeneza project mbalimbali katika upande wa web. Lakini kama unavyoona hapa, huyu bidada ana course nyingine ya react ambapo inaanza kutoka HTML na kufahamisha web development ni nini mwanzoni kabisa huko. Ni kozi ambazo nzuri sana na kozi hizi ni kozi za kulipia, lakini hapo utaweza kupata for free kabisa. So unaweza kuziangalia hizi ukazipitia, ukaangalia kile ambacho unahitaji na kuweza kuclick na kuweza kwenda kujifunza. Kuna kozi nyingi sana, mimi kazi yangu ni kuweza kukusogezea eh, site kama hizi na wewe sasa kazi yako ni kuweza kuingia na kuweza kuangalia jinsi gani zinatumika, jinsi gani zinaweza kukusaidia wewe katika kujifunza kwako na katika kuwa yule ambaye unahitaji kuwa. So leo nilihitaji tu kuweza kushea na wewe website hii ambayo inaitwa freecoursesite.com. Nitakuwekea link ya website hii katika sehemu ya description, hapo unaweza kuclick na kuja moja kwa moja na ukaweza kuangalia na kutembelea seti hii na kujua jinsi ambavyo unaweza kunufaika na kufaidika na kozi mbalimbali mbali ambazo zinapatikana humu. Kama itatokea shida yoyote utakutana nayo, unaweza kuwasiliana na mimi kwa kupitia uh, katika grupu letu la WhatsApp ama hapa hapa katika sehemu ya comment unaweza kuniuliza nikaweza kukusaidia. So sina la ziada leo, natumai utakuwa umepata kitu kipya kama ulikofahamu, kama kuna website kama hizi, basi leo nimekupatia hiyo moja. Endelea kufuatilia chaneli yangu ya YouTube ili basi usiweze kupitwa na vitu kama hivi ambavyo tumekuwa tukishia hapa katika chaneli yangu ya YouTube. Leo sina la ziada Like video hii hakikisha, kama ni mpya huja subscribe channel yetu subscribe, ili tuweze kuwa pamoja na tuweze kujifunza pamoja hatua kwa hatua hadi basi kufikia yale malengo ambayo tunahitaji kuweza kuyafikia. Tukutane wakati mwingine katika video nyingine. Una maswali, una maoni, kuna sehemu ya comment, basi hakikisha unaitumia vizuri, ili basi tuweze kufaidika sote. Sante sana, tukutane video inayofuata.